ani ya mwisho ilifanywa mwaka 1978 ambapo kwa kiasi kikubwa kuna mabadiliko makubwa sana. Hata ukichukua majiji tu, jiji la Dar es Salaam sabini na nane na leo ni mambo tofauti. Kwao tunakwenda kurusha ndege droni na mambo yote kuisoma nchi yetu yote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuchora ramani mpya. mfumo huu utakuwa na faida kubwa mbili. Kwanza, utatuwezesha kutengeneza mipango yetu kidigitali, ikiwemo mipango ya matumizi ya ardhi na miradi ya kisekta, lakini pili, itaondoa migongano katika mipango ya matumizi ya ardhi kwa kuziwezesha taasisi za umma kupanga kwa pamoja. Sasa hivi ni kawaida kuona kwamba kwa mfano, kuna eneo, kuna mradi unaendelea mradi tu kumalizika, inakuja sekta nyingine wanataka kupitisha kitu eneo lile lile, na pale kuna mradi mpya ndo kwanza umejengwa, inabidi kubomoa kupitisha kingine, halafu mradi huu ujengwe tena upya au ufanyiwe marekebisho. Tutakapokuwa na taarifa hizi wote, tutapanga pamoja. Tunapokwenda kujenga barabara mpya, sekta ya mawasiliano itasema sisi tunapitisha mkongo hapo eneo la mkongo utapita. Wengine watasema tunapitisha nyaya za umeme, eneo la nyaya za umeme zitawekwa. Wengine wanasema tutapitisha jambo gani, bomba la maji, sehemu ya bomba la maji itapita. Lakini sasa hivi tunachofanya, barabara imejengwa mpya, basi unakuta wengine wanachimba pembeni, wanaweka mambo mengine, barabara siku mbili haipo. Kwa hiyo mradi huu utakwenda kutusaidia kupanga kwa pamoja na maendeleo ya nchi yaende kwa pamoja, lakini pia tutakwenda kufanya tu sura nzuri ya nchi, sababu sasa hivi ukipita nchi nzima mawaya mawaya mawaya yanapishana huko juu, lakini utakapo kwenda kujipanga sasa, badala ya kuweka maumeme juu, umeme wetu utakwenda kukaa chini na sura ya nchi itakuwa inapendeza. Sasa niseme kwamba tunapozindua sera hii iliyoboreshwa, nataka niwahakikishie kuwa misingi iliyowekwa kwenye sera ya ardhi ya mwaka 1995 haijabadilishwa, kwamba ardhi ni mali ya umma na rais ndiyo msimamizi kwa niaba ya, ndio mdhamini kwa niaba ya wananchi wote. Haki ya kumiliki ardhi na kutumia ardhi iliyopatikana ama kwa kumilikishwa au serikali au kimila itaendelea kuwa ndio mifumo pekee ya kumiliki ardhi. Na naposema kimila, kama alivyosema waziri, ile mila potofu tumeiondosha. Mila ya kwamba mwanamke hawezi kumiliki ardhi haipo. Lakini la kushangaza ni kwamba Huyu mwanamke ndiyo anatoa jasho nyingi kwenye ardhi, iwe kwenye kulima, iwe kwenye kufanya kazi yoyote. Mwanamke ndio anatoa jasho nyingi kuitumikia ardhi, lakini inapokuja kumilikisha, aha, mwanamke hamiliki ardhi. Hii ni mila potofu sana. Kwa hiyo nawashukuru wizara, mmefuata maelekezo yangu na hilo mmeliondosha.